Natamani ningeweza kuikata, ezara alinong'ona kwa sauti ya chini huku machozi yakimtiririka mashavuni. aibu ni kubwa mno Dina alikimbia haraka na kumkumbatia kwa nguvu. Usiwahi kusema hivyo tena, Zara. Unajua wanawake wangapi wanaomba kupata mtoto kama wewe? Unajua ni mara ngapi nilikwenda kwa waganga wa jadi, kwa wachungaji, kwa mafundisho na kufunga, kwa maombi ili nipate mtoto halafu Mungu aliniletea wewe, usijidharau kamwe. Wakati huo huo, katika zahanati ya kijiji cha Umugo, muuguzi alimwangalia Amara kwa mashaka na kumuuliza, Bi Amara, mtoto wako yuko salama, lakini e, umesema ulila nyama ya twiga kabla ya kujifungua? Amara alitabasamu kwa aibu na kutikisa kichwa. Ndiyo, e, shingo hiyo ni kutoka kwangu. Ni msichana mwenye nguvu. Kijiji kizima cha Umugo kilimjua Amara si kwa sababu ya urembo wake tu, bali kwa sababu ya tabia yake ya kupenda chakula kupita kawaida. Lakini si chakula cha kawaida kama wali au maharage. Lahasha. Matamanio yake yalikuwa ya ajabu. Wakati mwingine alitamani vyakula vya porini ambavyo hata wanaume wa kijiji hawakuwahi kufikiria kuwinda. Amara alikuwa mwanamke kijana mrembo na mchangamfu. Aliolewa na Oki, mwanamume jasiri na mwindaji maarufu katika kijiji hicho. Walikuwa wamewana kwa miaka miwili bila kupata mtoto, lakini walipoanza kusitiri ndoto za uzazi, habari njema ikawajia. Amara alikuwa mjamzito. Kuanzia mwezi wa kwanza wa ujauzito wake, matamanio ya Amara yakawa makali kama moto wa nyikani. Nataka nyama ya sungura aliyechomwa, alipiga kelele mapema alfajiri, huku akijigonga sakafuni na kushika tumbo lake kubwa kama mtoto mdogo mwenye uchungu. Bila kupinga, Oki alijikusanya, akachukua mkuki wake, upinde na mishale, kisha akatoweka porini. Alirudi jioni akiwa na sungura wawili wazito. Amara alipomwona alitabasamu kama malkia na kuanza kula nyama hata kabla hajamsalimu mumewe. wiki Mpenzi, ileo nataka supu ya nyani, si ile yenye pilipili nyingi kama vile mama yangu alivyokuwa akinipikia. Oki alishtuka tena, nyani! Lakini kabla hajamaliza Amara alianza kujifuta machozi ya kufikirika. Unataka mtoto wetu azaliwe bila macho? Unajua watu wanasema nini? Mwanamke mjamzito akinyimwa anachotamani, mtoto hutoka na kasoro. Oki alikata tamaa ya kupinga, hakutaka hatia ya kuzaliwa kwa mtoto asiyetimamu. Akaivaa tena buti zake za uwindaji, akajifunga mikanda na kutoweka msituni. Muda si mrefu, kijiji kikaanza kumwita eu, mwindaji wa kukimbia, kwa sababu kila mtu alimwona akihangaika huku na huko akitafuta mnyama mwingine wa ajabu kwa ajili ya tumbo la Amara. Mwezi baada ya mwezi Amara alikula kila mnyama aliyepatikana msituni: pa, nguruwe pori, nungunungu, kenge, mbweha, paka mwitu, hata pangolini. Ikiwa hai msituni, Amara alitaka kuonja. Wakati mwingine hakuwa anangoja nyama ipoe, alikuwa anairarua kama simba jike mwenye njaa ya siku tatu. Wanawake wa kijiji walimsema kisiri-kisiri, huyu anavyokula ni kama ana mimba ya mapacha watatu pamoja na timu ya mpira. Lakini Amara hakujali walichosema. Yeye alitaka tumbo lake litulie, hiyo ndiyo amani yake. Lakini kwa upande wa pili, Oki alianza kukonda. Kila siku alikuwa msituni akiwinda, akitafuta viungo sokoni, akinunua kuni, akipika kwa bidii. Lakini bado alimpenda mke wake. Alitaka bora kwa Amara na kwa mtoto ambaye bado hajazaliwa. Hatimaye ilipofika mwezi wa tisa, tumbo la Amara lilikuwa kama kibuyu kikubwa kilichojaa maji hadi kupasuka. Kila mtu kijijini alitegemea kuwa sasa matamanio yake yangeisha. Lakini siku tatu kabla ya tarehe yake ya kujifungua aliamka ghafla alfajiri na kupiga kelele Oki, Oki! Alikimbia kutoka chumba cha kulala akiwa na panga na suruali ya kulala nini kimetokea? Mtoto anakuja. Hapana, alisema Amara huku akilamba midomo yake, lakini kuna kitu kingine kinakuja. Nini? aliuliza Oki akiwa na hofu. Nataka nyama ya twiga, alijibu kwa sauti ya nguvu iliyokangwa vizuri i pamoja na supu ya mbegu za maboga na ugali wa kusaga. Oki alitetemeka kwa mshangao. Twiga? Twiga hawapatikani hapa karibu, na hata kama nitampata ni hatari unataka nife msituni? Amara alikunja uso akaweka mikono kifuani kama mtoto aliyekataa kwenda shule. Basi na mimi nife, acha mtoto azaliwe na jicho moja na miguu mitatu, hujali mimi wala mtoto wako. Akalala sakafuni na kuanza kulia kwa sauti akijigeuza geuza na kupiga mateke kama mtoto mdogo aliyenyimwa peremende. Akaacha kula, akaacha kunywa. Hakuongea na mtu, akaanza mgomo wa njaa. Ninataka afe na mimi. Oki alipiga kelele kwa hasira, ananitisha. Lakini hali ilikuwa mbaya zaidi. Wazee wa kijiji walikuja kumwombea, wanawake wakaja kumnong'oneza, lakini alirudia sentensi ile ile, nyama ya twiga au hakuna amani. Oki alikata tamaa, akawaita marafiki zake waaminifu wanne waliokuwa wawindaji kama yeye Jamani, nawaomba msaada, tafuteni twiga hata kama ni mtoni, hata msituni, mke wangu yuko tayari kujiwa. Baada ya kusikia kilio cha Oki, marafiki zake wanne, bwana Saulo, Joni, Mbega na Kasim walikusanyika haraka, kila mmoja akiwa na silaha zake za jadi: mikuki, mishale, visu na magurudumu ya kuchomea nyama. Waliapa kumpata twiga si kwa sababu walitaka, bali kwa sababu walijua maisha ya Amara na mtoto wake yalikuwa hatarini. Twiga ni mnyama mrefu sana, alisema bwana Saulo. Atatuchosha. Lakini Oki alisema kwa uzito, mke wangu atajiwa. Tafadhali i. Wakaingia porini alfajiri. Walikata misitu, walivuka vijito, walitembea kwenye nyasi ndefu hadi kupoteza tumaini. Lakini siku ya pili, wakiwa karibu na kijito tulivu cha Ndembera, walimwona twiga mmoja mrefu mwenye ngozi ya rangi ya mchanganyiko wa kahawia na manjano. Alikuwa kinywa maji polepole pole. Walimtazama kwa muda, wakapanga mbinu. Haikuwa kazi rahisi. Twiga alipojaribu kukimbia, walimkimbiza kwa umbali mrefu. Mikono yao ilikuwa na vidonda, jasho lilitiririka, lakini walifanikiwa kwa hila, walimua Walipokata nyama na kurudi kijijini, wanakijiji walishangaa kwa nini twiga? Nani alikuwa na njaa ya namna hii? Lakini walipoambiwa ni Amara, waliangua kicheko. Kweli huyo mtoto aliye tumboni atazaliwa akiwa wa ajabu. Amara alipoiona ile nyama ya twiga alifurahi sana, kama mtoto aliyepewa pipi. Alicheza, akatabasamu, akashangilia hadi wakaogopa mtoto asije akatoka kwa ghafla. Leo sitasubiri nyama ipoe, alisema kwa sauti. Twiga huyu sitamwachia. Wanawake wa kijiji walikuja kumsaidia kupika. Supu ya mbegu za maboga ilichemka ndani ya chungu kikubwa. Ugali wa kusaga uliandaliwa kwa ustadi. Amara alikaa kwenye kiti kikubwa cha miguu mitatu kama malkia wa kifalme. Alikula kila kipande, kila mfupa kila tone la supu. mama polepole pole, mwanamke mmoja alisema. Mwache ale, alisema Oki akiwa amejaa jasho na uchovu. Alitutesa, kwa hiyo nyama aifurahie. Baada ya kumaliza, Amara alijifuta midomo kwa kanga, akasemea kwa tabasamu, sasa naweza kujifungua kwa amani. Siku mbili baadaye, asubuhi ya Jumatatu, Amara alianza kusikia maumivu ya uchungu wa kujifungua. Mtoto anakujaa! Alipiga kelele, wanawake wakakimbia na vitambaa. Mikono safi, maji ya moto! Mkunga wa jadi aliitwa kwa haraka. Oki akawa anatema mate akipiga hatua mbele nyuma bila kuelewa afanye nini. Amara alipiga kelele kwa maumivu, ah, tafuteni mkunga! Mwanamke mmoja alimshika mkono, sawa mama, shika hivi, ivuta hewa, evuta vuta baada ya mapambano na jasho jingi mtoto alizaliwa nii ni mtoto wa kike alisema mkunga ni mzima e ana afya nzuri watu walishangilia lakini ghafla mkunga alitulia akamtazama mtoto kwa makini kisha akaweka mkono mdomoni aae jamani jamani ehii shingo ehii si ya kawaida wanawake waliokuwepo wakakusanyika haraka wakamwangalia mtoto shingo yake ilikuwa ndefu, lakini si ndefu tu i ilikuwa ndefu isivyo kawaida, kama ya twiga. Haiwezekani, alisema mmoja. Pengine ni ile nyama ya twiga aliyokula, alijisemea mwingine. Mavazi ya kawaida hayawezi kufunika shingo hii, alisema mama mmoja wa makamo. Oki alipigwa na butwaa. Amara akiwa amelala sakafuni kwa uchovu wa kujifungua, alitabasamu kwa uchovu na kusema, ni mrembo, si ndio? Wanawake walitazamana kimya kimya, wakashindwa la kusema. Mtoto alikuwa mrembo mwenye ngozi laini, macho makubwa yenye mwanga, midomo midogo ya waridi. Es, lakini shingo yake iliwafanya wote wakae kimya. Habari zikasambaa kijijini kama moto wa nyika, watu wakaja kumwona mtoto wa Amara. Kila aliyefika alifungua mdomo kwa mshangao. Mm, hii siyo shingo eh, hii ni mnara. Mtoto huyu hawezi kuvalishwa onesie, alisema mwingine. Mhudumieni kitenge maalum cha shingo. Wengine walikuja kutoka vijiji vya mbali, wengine walifikiri ni mzaha, lakini walipomwona mtoto walitambua kuwa ni kweli. Siku za mwanzo Amara alitabasamu kwa kiburi, ni mtoto wa kipekee. Ana nguvu za twiga. Hii shingo ni ya kifalme. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda na watu walivyozidi kusema na mtoto wake alivyozidi kukua na shingo hiyo kuzidi kurefuka, moyo wa Amara ukaanza kubadilika. Alipoangalia uso wa mtoto wake, aliweza kusikia sauti ya watu wakimcheka kichwani mwake. Umejifungua twiga. Mtoto wa ajabu. Ndani kabisa ya nafsi yake akaanza kutafakari. Je, nilifanya kosa? Je, matamanio yangu yamezaa aibu? Jina la mtoto likawa Kamzi, jina la kisasa lenye uzito wa nguvu, lakini mama yake hakuitamka kwa upendo kama hapo awali. Alikuwa na tabasamu bandia, na kilio cha mtoto wake kilianza kusikika kama mlio wa twiga mchanga akiita mama yake. Kadri Kamzi alivyozidi kukua, hata akiwa na mwezi mmoja tu, shingo yake ilianza kuonekana ndefu zaidi. Amara hakuwa tena na amani. hata alipompiga picha alijaribu kuhariri. Alijua watu walikuwa wanazungumza, alijua hawakumwona tena kama mama mzuri, bali kama mama wa kichekesho. Siku moja alimtazama Kamzi akiwa amelala, akapumua kwa nguvu na kusema kwa sauti ya chini. Wewei, umeniingiza aibu. Hakuna mtu anayeniona tena. Wanakiona kichekesho tu shingo yako. Usiku huo, Amara hakulala. Alilala kwenye mkeka wake, macho yakiwa wazi kama taa ya moto. Alimtazama Kamzi aliyekuwa amelala kwa usingizi wa kitoto, mikono yake midogo ikiwa juu ya kifua chake, akivuta pumzi taratibu. Lakini badala ya kuona mtoto wake Amara aliona kejeli, aliona aibu, aliona watu wakimcheka. Alisikia vicheko vya kina mama wa kijiji, sauti za vijana waliopitia nje ya nyumba yao wakinong'ona, huyo ndiye mtoto wa twiga. Alipoamka alfajiri, Oki alikuwa tayari ameondoka kwenda msituni. Amara alijinyanyua kimya kimya, akamfunga Kamzi kwa uangalifu mgongoni kwa kitenge kizito. Hakubeba mfuko wowote. Hakumwamsha mtu yeyote. Hakusema anakwenda wapi. Alifungua mlango na kutoka kwa ukimya wa huzuni uliotapakaa rohoni. Alitembea kwa muda mrefu kupitia vichochoro vya kijiji. Hakutazama nyuma. Hakuwa na machozi. Hakukuwa na huruma, alijifunga moyo wake kama jiwe. Wakati jua lilipoanza kuchomoza kwa mbali, alifika pembezoni mwa msitu, sehemu ambapo miti ilikuwa mirefu na majani yakiwa yamefunikwa na umande wa alfajiri. Aliangalia kushoto. Akatazama kulia. Hakukuwa na mtu. Aliendelea mbele hadi alipokuta mtu mkubwa wa mkwaju karibu na njia nyembamba ya kupita akasimama. Aliufungua mgongo wake polepole pole, akamshusha Kamzi ardhini. Alimwangalia kwa mara ya mwisho mtoto huyo mdogo. Alikuwa bado amelala akiwa na uso wa amani usio na hofu. Amara akamnong'oneza kwa sauti ya chini, siku moja utanielewa, siku moja utanisamehe, siku moja utajua i nilikuwa nakuepusha na fedheha. Akamfunika Kamzi kwa kitenge kingine juu ya mwili wake mdogo, akahakikisha uso wake hauonekani moja kwa moja. Kisha akageuka akakimbia kwa haraka miguu yake ikiangusha majani, mikono yake ikitetemeka. Aliporudi kijijini, alianguka mbele ya nyumba yake kwa kelele kubwa, watu wangu. Msaada. Msaada. Mtoto wangu e, mtoto wangu amepotea. Majirani walikimbia kwa kasi. Akina mama, akina baba, vijana wote walikusanyika. Ulipompoteza wapi? Alilia kwa sauti, nilitoka nje kuchota maji. Niliporudi i e mtoto hakuwa ndani, milango ilikuwa wazi i kitenge chake kimeanguka chini ii mtu amemchukua. Mwizi wa watoto, mtu mmoja alipiga kelele. Ukatili huu, mwanamke mmoja alilaani. Amara alijikunja chini akajilaza kwenye udongo, akipiga kelele mtoto wangu, mtoto wangu. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa mtulivu. Alijua hakuna aliyeona alikotoka. Hakuna alijua kilichotokea. Na sauti aliyokuwa anapiga zilikuwa ni sauti za kumsaliti mtoto wake kwa hila. Wakati huo huo huko porini chini ya ule mti mkubwa wa mkwaju, Kamzi alikuwa bado pale. Mikono yake midogo ilianza kupeperuka polepole, pole, macho yake yakiwa yamefungwa lakini midomo yake ikitoa sauti ya kwikwi -kwi. Kanga iliyomfunika ilikuwa na vumbi, na baridi ya asubuhi ilianza kumtikisa. Alianza kulia, sauti yake ilikuwa dhaifu, ya uchungu, ya mtoto asiye na hatia aliyeachwa bila kuelewa kwa nini. Kulikuwa kimya, hakuna mtu aliyesikia, hakuna aliyeitikia. Lakini mbali kidogo, kwa njia ya mlimani, mwanamke mmoja alikuwa akirudi kutoka shamba lake dogo la mihogo Alikuwa amebeba gunia la mizizi kichwani, mwili wake ulikuwa umechoka, miguu yake ilichafuka kwa vumbi, kanga aliyovaa ilikuwa imechoka, na macho yake yalikuwa na huzuni ya miaka mingi. Jina lake lilikuwa Dina. Dina aliishi peke yake katika nyumba ndogo ya udongo pembezoni mwa vilima vya Vikindu. Hakuwahi kuolewa, hakuwahi kupata mtoto, na kijijini walimjua kama mwanamke tasa. Walimwambia mara nyingi, wewe hujui uchungu wa uzazi. Lakini alikuwa na moyo wa dhahabu, mwenye huruma kuliko watu wengi waliokuwa na watoto. Siku hiyo alipotembea kando ya njia ya mti wa mkwaju, alisikia sauti dhaifu ya mtoto. Alisimama, akasikiliza tena. Ni sauti ya mtoto? Alijiuliza, akaweka gunia la mihogo chini kwa haraka, akakimbia kuelekea kwenye sauti. Alipofika chini ya mti akapigwa butwaa. Mungu wangu, mtoto mdogo asiyeweza hata kugeuka vizuri alikuwa amefunikwa kwa kitenge chenye vumbi akilia kwa sauti ya uchungu. Dina alipiga magoti akamchukua taratibu mikononi mwake akamwangalia kwa makini. Aliona uso mweupe, midomo ya waridi, lakini ishingo, e eh, Mungu wangu! Alishusha pumzi kwa mshangao. Shingo ya mtoto huyu ilikuwa ndefu ajabu, lakini Dina hakushtuka, hakupiga kelele, hakurudi nyuma. Alimtazama kwa sekunde chache tu, kisha akamnong'oneza kwa sauti ya upole, ni nani anaweza kufanya hivi kwa mtoto? Nani aliye na moyo wa jiwe kiasi hiki? Akamkumbatia Kamzi kwa upole, macho yake yakiwa yamejaa machozi, akasema kwa sauti ya upendo hata kama watu wengine hawakukutaka e, mimi eh, nitakupenda kuanzia leo, wewe ni wangu. Alichukua kanga yake ya pili, akamfunga Kamzi mgongoni, akabeba gunia lake la mihogo tena na kuanza kutembea kurudi nyumbani, safari ya kurudi ikiwa na mtu mpya moyoni. Dina aliporudi kwenye nyumba yake ndogo ya udongo pembezoni mwa kijiji cha Vikindu, aliweka gunia lake la mihogo kando ya boma na akamchukua mtoto kwa mikono yote miwili, akampaka uso kwa maji safi ya mtungi wa udongo. Alimfuta vumbi na jasho, akamtengenezea uji mwepesi wa ulezi na alipomlisha, mtoto alinyamaza. Alimfunika kwa kitenge kilichokuwa na joto na kumbeba kwenye blanketi moja ya zamani aliyokuwa amehifadhi kwa miaka mingi kwa matumaini ya siku moja kupata mtoto. Alimkazia macho na kusema kwa sauti ya upole yenye mshangao na huruma. Wewe ni mrembo i. Shingo yako ndefu si kasoro. Ni alama yako. Na kutoka leo iwewe ni wangu. Dina hakujua jina la mtoto huyo. Hakuwa na chochote cha kumtambulisha. Hakukuwa na karatasi wala mguu wenye bangili ya hospitali, lakini moyoni mwake alihisi jina linalokuja kwa nguvu. Nitakuita Chisaram. Akaendelea kwa sauti ya chini, maana yake eh, Mungu amenijibu. Lakini kwa upendo wa kila siku alianza kumuita Zara, kifupi cha Chisaram. Jina hilo likawa jina lake rasmi nyumbani na baadaye kwa kila mtu aliyekutana naye. Zara alikuwa akiwa mikononi mwa Mama Dina kwa upendo, utulivu na maadili. Hakuwahi kuhisi njaa. Hakuwahi kulala nje. Hakuwahi kuhisi kuwa yeye si wa kuzaliwa nyumbani hapo. Alimwita Dina mama kama mtoto wa damu. Lakini kila alipokuwa, shingo yake ilizidi kurefuka. Wakati watoto wa rika lake walikuwa na miili ya kawaida, Zara alikuwa tofauti, shingo yake ilikuwa ndefu zaidi ya kipekee isiyofichika. Dina alijifunza kushona magauni maalum ya kufunika shingo hiyo na hata kutafuta mitandio mirefu ya kuzungusha mara mbili. Watu wa kijiji waliitazama kwa mshangao, wengine kwa huruma, wengine kwa kejeli ya kimya. Wengine walimuita msichana wa kamba. Lakini Dina hakujali. Kila jioni alimkumbatia na kusema hu. Zara, wewe ni jibu la sala zangu, wewe ni zawadi yangu ya mbinguni. Miaka ikasogea. Zara alipofikisha miaka sita, Dina alimpeleka shule ya msingi ya kijiji. Alimvalisha sare mpya ya shule, blousi nyeupe na sketi ya bulu, akamfunga nywele vizuri, akampaka mafuta ya alizeti usoni. Zara alikuwa na furaha, hii ilikuwa siku yake ya kwanza shuleni, lakini furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Alipoingia darasani, kabla hata hajaketi, kijana mmoja alipiga kelele kwa mshangao, he, twiga ameingia darasani. Darasa zima likacheka, mwingine alisema kwa sauti ya juu, hiyo shingo inazidi urefu wa ubaoni. Msichana mmoja akajifunika mdomo kwa kiganja na kusema, anaweza kuona hadi shule ya pili. Zara alisimama kimya. Macho yake yalibadilika rangi, yakawa mekundu kwa maumivu, machozi yakaanza kumtoka taratibu. Alishindwa kuzungumza, aliangalia sakafu, kisha akaketi. Aliporudi nyumbani jioni, alilia kwa nguvu mikononi mwa mama Dina. Mama, sitaki kurudi shule. He, wananicheka he, wanasema mimi ni twiga. E, hata wakati wa mchezo hakuna aliyenitaka kucheza naye. Dina alimtazama kwa huruma akampangusa machozi na kusema kwa upole. Zara, usiwajali. Wewe ni wa kipekee. Wao hawakuumbwa kama wewe. Lakini siku moja wataacha kucheka. Na siku hiyo watakuonea wivu. Lakini hali haikubadilika. Kila siku Zara alipokwenda shule, watoto walimcheka, walimtupa karatasi, walimtenga. Walimwambia nenda ucheze na miti, hao ndiyo marafiki zako wenye shingo kama yako. Mwalimu hakuwa anasema chochote. Wakati mwingine naye alicheka kimya kimya. Zara alijifunza kukaa kimya. Kujifunza kutabasamu ingawa anaumia. Kujifunza kunyamaza mbele ya udhalilishaji. Lakini kila alipotoka shule, alikimbilia nyumbani, akajificha kwa Mama Dina akilia kwa sauti ya ndani ya moyo wake na kila siku Dina alimhug kwa upendo akamwambia, Zara wewe ni mrembo, wewe ni zawadi yangu, na Mungu hawezi kutoa zawadi yenye kasoro. Miaka ikasonga mbele kama upepo wa majira ya vuli. Zara alikuwa si tu kwa umri, bali pia kwa tabia, uzuri na hekima. Alipofikia umri wa miaka 17 alikuwa mrembo kwa namna ya kipekee. Ngozi yake ilikuwa laini kama hariri ya Kiafrika, macho yake yalikuwa yenye utulivu wa bahari na sauti yake ilikuwa na mvuto wa upepo wa asubuhi unaopita juu ya milima ya Vikindu. Lakini bado shingo yake ilibaki kuwa tofauti. Ilikuwa ndefu zaidi hata kuliko alipokuwa mtoto. Ilikuwa ndefu kiasi kwamba hata alipovaa shungi, mtandio au kanga mara mbili haikuweza kuficha yote. Ilichomoza juu kama mnara wa taa kwenye ufukwe wa bahari. Watu wa kijiji waliendelea kumpa majina ya kejeli: msichana wa shingo ya mtende, twiga wa mlimani, na wengine waliita kwa siri, yule anayepiga salamu na anga. Lakini kuna kitu walishindwa kuficha, uzuri wa Zara ulikuwa wa kuvutia kweli kweli. Kila alipopita mtaani akielekea mtoni au sokoni, watu walitazama, wengine waliongea kwa sauti ya chini, mme, ingekuwa si hiyo shingo, huyu msichana anafaa ku Rafiki msikilizaji, hapa siyo mwisho wa simulizi hii. Tukutane kwenye pati tu ya simulizi ya Zara, msichana mwenye shingo ndefu. Je, Zara atakuja kuwa nani baadaye? Je, atamtafuta mama yake mzazi aliyemtupa porini? Kama unataka niwaekee pati tu sasa hivi, niambie kwenye comment.